Shako na Mungu anapotaka kuleta jambo jipya kwenye uso wa dunia, anapotaka kudhihirisha utukufu wake kupitia maisha ya mtu mmoja, anapotaka kudhihirisha nguvu zake na uweza wake kwenye maisha ya mtu anavyotaka kuleta jambo jipya, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 18 mpaka 19, anasema msiyakumbuke mambo ya kale e, wala msiyatafakari, maana tazama, nitatenda jambo jipya, tazama halitachipuka. Mungu anasema, anademand ni Mungu wa kutenda jambo jipya whatever you have achieved kwenye maisha yako kihuduma, kifedha, kielimu, lakini bado Mungu anacho kiwango kipya ambacho anataka kukiinstall kwenye maisha ya mtu mmoja. Ndio maana nasema tazama nitatenda jambo jipya. Ni Mungu wa kufanya mambo mapya. Maandiko yanasema, kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya pili mstari wa 9 Asema, hayajaingia kwenye moyo wa mtu wala jicho wa alijaona wala sikio alijasikia wa yale ambayo Mungu amewaandalia wampendao. There is a dimension, kuna kiwango fulani ambacho, uh, wewe unayempenda Mungu bado hakijaonekana kwenye maisha yako, so desire kwa it, it. Kwa nini? Kwa sababu in God there is no end, ndani ya Mungu hakuna mwisho wa utendaji wake wala hakuna ukomo wa utendaji wake, ni sisi tu wanadamu tunaomwekea Mungu ukomo wa yeye kujidhihirisha kwenye maisha ya kila siku. Lakini ni kwamba whenever God want to do something new, when God want to do something new, anataka kufanya jambo jipya waga, anatafuta kwanza moyo mpya, anatafuta akili mpya, anatafuta chombo kipya, chombo kipya ambacho kita qualify kuyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu katika ukamilifu wote maana yake hauwezi ukalibeba jambo jipya kutoka kwa Mungu wakati we bado ni wa zamani. Ndio maana God is in the businesses of making men to be new creatures. Maana maandiko anasema wale waliompokea Yesu watakuwa viumbe vipya, anasema ya kale yamepita na sasa anakuwa ni mapya. Kwa nini ya kale yanapita na anakuwa ni mapya? Kwa kwa nini tunakuwa ni viumbe vipya? Kwa, kwa sababu kuna mambo mapya ambayo Mungu anataka kulefanya kwenye maisha yetu ya kila siku mipali mmoja asha kuambia wanafunzi, Yesu anawaambia wanafunzi wake tukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya kela, sura ya 5 mstari wa 36 mpaka 39, akasema hakuna akatae kiraka cha vazi jipya na kukitia katika vazi kukuu. Anasema hakuna mtu ambaye anaweza kupoteza muda akakata kiraka cha vazi jipya, maana yake we unaweza kuziba una, una, una, una, una ziba eneo ambalo tayari ni nyumba mbovu, haiwezekani. Anasema vazi kuukuu, anasema vazi kuukuu, na kama kitia, amelikata lile jipya, na kile kiraka cha vazi jipya hakilingani na lile vazi kuukuu. Na kama kifanya hivyo, but it is not suitable, hakilingani does not fit. Maana yake unapotaka kufanya kuziba eneo fulani, unatafuta eneo jipya, lakini pia na kuweza kuweka jambo jipya kwenye eneo jipya. Anaenda kusema kwenye mstari wa 37 asema wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viliba vikuukuu, na kama akitia, ile divai mpya itavipasua vile viliba, na divai yenyewe itamwagika, na viliba vitaharibika. Maana yake mwingine, hakuna mtu mjinga ambaye iko kwenye business ya kuuza divai ambaye atafuta atafuta bilau kikombe, au atafuta glasi ya zamani. Anasema kama kuna mvinyo mpya, kama kuna viriba, kuna divai mpya, basi inapaswa kulingana na kuendana na nini? Na kiriba kipya. Kwa nini? Kwa sababu kama akiviunganisha pamoja, na vyote sio vipya kile cha zamani kitavunjika, na ile mpya divai mpya itamwagika. Kwa hiyo, and god is not a waster. Mungu sio mungu wa kupoteza, wala wa kuharibu, wala wa kuendekeza kupoteza resources. Kwa hiyo, Mungu aweze kuleta jambo jipya kwenye maisha yako, kama haujawa mtu mpya, kama akili yako haijawa mpya, kama moyo wako haujawa mpya, kama roho yako haijawa mpya, any dimension you desire in god you are asked a question you have to be a new vessel for you to access it. Unapaswa kuwa chombo kipya ili uweze kuifaidi. Mstari 38 anasema lakini divai mpya sharti kutiwa katika viriba mpya. Maana yake divai mpya, maana yake maneno mapya, uweza mpya, nguvu mpya, kiwango kipya cha uchumi, kuaminiwa na mbingu. Lazima ujikubali kuwa na continuous makeup, kukaa kwenye kiwanda kinachoitwa Roho Mtakatifu ili akufanye kuwa kiriba kipya kwenye maisha haya. Na Yesu siku moja shawahi kusema kusoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 12 anasema, angali ninayo mengi ya kuambia lakini hamwezi kuyastahimili. Maana yake this ni jambo ambalo Yesu anasikitika, anaumia. Ninayo mengi ya kuyafanya kwenye maisha yenu, kimsingi I have enough steel in my heart I have enough steel in my capacity to do into your life. Mungu bado ana upana sana wa kufanya mambo mengi kwenye maisha yetu, lakini anauliza swali, hatuna uwezo wa kuyastahimili kwa ni, kwa sababu hatujawa viumbe vipya, hatujawa na moyo mpya, hatujawa na akili mpya, hatujawa na mtazamo mpya. Anasema lakini atakapokuja huyo roho ambaye ni roho Mtakatifu atawaongoza awatie kwenye kweli yote, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. It is the new season ambayo tunapaswa kumuuliza Bwana, ni kinyange wewe, ni kinyange nifanye kama chombo kinyazi, ni kinyange nifanye kuwa chombo ckika. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu na vidisaa, huenda sina qualification ya kutana na navyo lakini kwangu kuna mambo makubwa na magumu, ni sio ya jua ambayo nimekuomba unataka kuyafanya, na bado sina qualification, but make me to be your vessel suitable for your greater glory manifestation into my life. Ukisoma kitabu cha Isaya Isaya sura ya 10 na sura ya 41 mstari wa 15 na 16, hii niomba, anasema Mungu, anasema nitakufanya kuwa chombo kikali kipya cha kupulia Atakufanya, atakufanya. Maana yake kichombo kipya kikali cha kupulia, ni kichombo maalum kwa ajili ya misheni maalum. Anasema chenye meno, utaifikisha milima na kuisaga na utafanya vilima kuwa kama makapi manake, the new agenda ni Mungu kwanza kutangulia na mikono yake na neema yake na neno lake akufanye, na roho wake atufanye kuwa chombo kipya kikali cha kupulia iepea, ukiweza kumwambia na kumtamani Roho Mtakatifu akufanye kuwa chombo kipya kikali na cha kupulia, uta-qualify na utukufu wa Mungu utaanza kuonekana kwenye maisha yako, kwa sio kwa sababu na vigezo, kwa sababu you are on a continuous makeup. Uko kwenye kiwanda ambacho mara kwa mara kinakufanyia marekebisho, mara kwa mara kinakutengeneza kukuwa line ili uqualify kwenye mambo makubwa. Ask God to make you to make you a new vessel for the new wine. Muulize Mungu akufanye kuwa chombo kipya kwa ajili ya divai mpya, muulize Mungu akufanye kuwa vazi jipya kwa ajili ya kiraka kipya, muulize Mungu akufanye kuwa chombo kipya kikali cha kupulia baba, is a prayer ask God shako manashia meli kosa bayande jalike tosa balagadesha male jala mamo shama ma Holy Spirit make us to be a new vessel. Roho Mtakatifu tufanye ifanye mioyo yetu, geuza mioyo yetu, geuza mioyo yetu shaka kumwambia sasa. Alipogeuza kaka, ukamgeuzia moyo, na yali yote yakatokea. Mioyo yetu isipogeuka, usipogeuzia moyo, kuna mambo yatatokea. Bwana tugeuzie mioyo yetu kwa jina la Yesu, kuzie mioyo yetu, geuza mioyo yetu, roho zetu zifanye kwa mpya kila siku. Let's have a fresh revelation, a fresh mind fresh heart, fresh desire, kiu mpya, shauku mpya ya kutembea na wewe in the might name of Jesus, ninamwombea na huyo anayesikiliza, Bwana, mpe neema ya kuwa chombo kipya, mpe neema ya kuwa kiriba mpya kwa ajili ya divai mpya. Kuna mambo mengi Mungu kwenye nyakati zetu unatamani kuyafanya, unatamani kutukuka kwenye maisha yetu. You are God who desire to manifest yourself. Lakini huenda hatujafiki, hatujakaa kwenye mstari wa wewe kututengeneza na kutustahilisha kwenye vitu ambavyo hatukuwa tunastahili. Umesema kuna mambo ambayo jicho halijayaona kwenye maisha yangu wala wanadamu hajayaona kwenye maisha yangu yatokayo kwako, wala kuna sikio halijasikia, wala hajaingia kwenye moyo wangu. Bwana leo ninaomba unifanye kuwa chombo ambacho, unipe jicho jipya, unipe sikio mpya, unipe moyo mpya ya kuli nakulistahimili hilo jambo jipya e Yesu kwa sababu ya roho wako ndani yangu anaendelea kunifundisha na kuniongoza nijalie nistahimili a mambo makubwa ili utukufu wako uonekane katika jina la Yesu umesema nikuombe na utaniitikia na utanionyesha Bwana mambo makubwa na magumu kwa nguvu za Roho Mtakatifu ninaomba uwezo wa kustahimili mambo makubwa na kufanya kufanyika kwa sababu ya hayo mambo makubwa yaonekane katika uso wa dunia katika jina la Yesu mimi naitwa Apostle Ndabaha Js. Yes. Asante sana kwa kujifunza na kuamka. Endelea kuomba na kuna jambo jipya leo wa Bwana atalitengeneza kwenye maisha yako. Shalom.